Zaidi ya 996,078 wanatarajiwa kufanya mtihani wa kitaifa wa KCSE mwaka huu huku idadi hii ikiongezeka ikilinganishwa na mwaka jana. Baraza la mitihani ya kitaifa KNEC ikithibitisha kuwa imejitayarisha kikamilifu kuhakikisha mtihani huu unafanyika bila misukosuko, huku waziri wa elimu Julius Migos akiweka bayana kuwa wote watakaopatikana wakijihusisha na udanganyifu watakabiliwa na sheria. Mary Kyalo na taarifa ile. Mtihani wa kitaifa wa kidato cha nne KCSE mwaka 2025 umeanza leo hii, baraza la mitihani la kitaifa KNEC likitangaza kuwa mitihani ya lugha ya Kifaransa, Kijerumani, Kiarabu, mitihani ya lugha ya ishara na muziki kuanza Mwaka huu wanafunzi takriban 996,078 wanatarajiwa kufanya mtihani huu, idadi hii ikiongezeka kwa asilimia 3.5 ikilinganishwa na mwaka jana ambapo wanafunzi 962,512 walikalia mtihani wa KCSE mwaka jana na kwenye jitihada za kuhakikisha kuwa mtihani huu unafanyika bila shida yeyote, wizara ya elimu kwa ushirikiano na baraza la mtihani wamehakikisha kuwa wameajiri wasimamizi zaidi wa mtihani kote nchini na pia kuongeza idadi ya kontena za kuhifadhi mitihani kutoka 617 mwaka jana hadi 642 mwaka huu ili kuhakikisha kuwa usambazaji wa mitihani na vifaa vitakavyotumika unarahisishwa. Aidha, waziri wa elimu Julius Migos amehakiki kuwa wizara wamewekeza mikakati ya kuhakikisha kuwa hakuna udanganyifu utakaotokea kwenye mtihani wa mwaka huu, akisema kuwa wote watakaopatikana kujihusisha na udanganyifu watachukuliwa hatua. Aidha watahiniwa takriban milioni moja nukta mbili watafanya mtihani wa elimu ya msingi kepsea, huku watahiniwa milioni moja nukta moja watafanya mtihani wa sekondari msingi, hawa wote wakitarajia kufanya mtihani yao kuanzia jumali jalo. Mary Kyalo, Undugu TV.